Kiufundi kabisa kitu ambacho Azam FC wanakosa wapi ambapo wanatakiwa waongeze? ukiangalia timu inavyocheza kiujumla, kuna baadhi ya vitu vya kurekebisha. Bado hawajafika wa kwenye lile daraja la ubora ambalo unasema, ambao yes, ni a e, e, e. daraja e, a au daraja la juu kabisa ambapo wana uwezo wa kushindana na yoyote mm -hmm. na hii inachagizwa na vitu vingi, Musa ukiangalia kwenye kikosi cha Azam FC kuna baadhi ya vitu ambavyo bado ukiangalia vinamisi mlikuwa mnataja hapa, nilikuwa niko makini kujaribu kuwaza kama kuna jina ambalo limesahaulika. Mm. Lakini bado ubongo wangu umechakata mpaka, mpaka kwenye levo ya mwisho sijaliona jina la mshambuliaji ambalo limesahaulika. Yeah, uh, kwa maana hiyo kitambala peke yake yake, nimewaza kweli, nimescan daka ya mwisho mshambuliaji asilia kwenye kosti ya Azam FC ni jafti Kitambara bora, sababu anazungukwa na dudu yeah. uh, utamtaja mm. Emidi Barakat mm. uh, utamtaja Sadun Sopu Nado Zidani Sereri Musini Marima yes. Um. Yes, ubongo ulirudisha majina yote hayo, lakini jina la mshambuliaji ikabaki peke yake mmoja. Unaangalia katika mazingira yale bado Azam wana uhitaji wa kuwa na mshambuliaji katika ile nafasi kama wataweza kufanikiwa kuingia hatua ya makundi kwa sababu michezo inaenda mpaka mwakani mm. wanaweza wakaepo. kwenye dirisha dogo, kuna uhitaji mkubwa wa kuongeza pale mchezaji ambaye atakuwa aina yake ya uchezaji ni tofauti na hii ambayo tunaiona anayotumia Jeff Kitambara. Hilo eneo la kwanza ambalo Azam anatakiwa kurekebisha, lakini eneo la pili la marekebisho, ukiacha kumwongeza mchezaji kwa maana ya kwenda kuongeza quality mm. kwenye safu yao ya ushambuliaji na kuongeza namba ambayo tunasema ni quantity kwenye eneo hilo hilo la ushambuliaji wanatakiwa kufanya maboresho kuimprove namna ambavyo wanaweza kuzibadilisha nafasi ambazo zinatengenezwa kuwa mabao. Azam FC katika mchezo ambao wamecheza ya ligi kuu ni moja ya timu ambayo wana yare mashuti mengi ambayo yamerenga au wamefanya majaribio mengi ambao unayakadilia kwamba yangezaa mabao katika zile timu tatu Azamu FC wako pale, lakini ukija kuangalia kilichotokea kwenye ma ili tunasema. Mm. end product Conversion light, namna ya umaliziaji wa zile nafasi ni hafifu sana. Wameshatengeneza nafasi zaidi ya kumi, lakini ukiangalia kwenye ligi kuu pekee hawajafunga hata magoli matano. Hii inakuonyesha nini? Ufanisi katika boksi, ufanisi mbele ya lango kwenye kikosi cha Azam FC bado upo chini, na hii inasababishwa na nini? Sasa hapa ndo kuna sababu ambazo ni za kiufundi, unaanza kuzipatia pale namna ya uchezaji kuanzia kwenye muundo wa timu namna ambavyo timu inacheza, ndio kuna mazingira ambayo daft kitambara bora anakuwa anakosa nafasi. Yes, anakosa kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao wana miss nyingi sana, lakini anakosa katika mazingira gani? Muundo mm wa timu unampelekea yeye kukosa ule muundo wa 4 2 3 1. Mara nyingi utamkuta daft kitambara bora anakosa nafasi kwa sababu mara nyingi mpira ambao unakuja kufika kwenye mwili wake unamkuta tayari timu imemtenga, yuko peke yake anakosa kile kitu ambacho tunasema ni supportive players, ambaye atakuwa ni mchezaji wa pili na mchezaji wa tatu kuweza kumsaidia yeye, kumwokoa kwenye ile changamoto ya walinzi waliomzunguka, ili aweze kukwamisha ule mpira kimiani. Hiyo ni moja, lakini kitu cha pili unakuja kuangalia ni aina ya mpira ambao Azam FC sasa hivi wanacheza, kitu ambacho imekuwa ngumu kwa wale washambuliaji tunasema ile safu ya ushambuliaji ya Azam, ikiwa wanajumuisha mpaka wale mawinga wakina Idi Nado, Sopu, uh, uh, Imidi barakati wakinamusi ni Marima wakiwemo kiwanjani Zidani Sereri na kundi lote lile, wanashindwa kufunga ile mipira kwa sababu ya aina ya mpira ambao wanacheza sasa hivi. Azam FC una mshambuliaji ambaye mofolojia yake ni kubwa, kwa maana ya umbo lake ni kubwa kiwanjani, mchezaji mm. ambaye ana mtu msitu mchezaji eh, ambaye ana uwezo wa kuad wachezaji wawili wa ulinzi wa timu pinzani namba 4 na namba 5 akacheza nao yeye peke yake ni mchezaji ambaye anasifika kuwa na matumizi sahihi au matumizi bora ya mipira ya juu, kwa maana ya aerial balls. Lakini uioni Azam FC wakipiga sana zile crosses. Azamu akipiga ile mipira ni mipira ambayo iko katika level ya kati, kwa maana mchezaji atahitaji kwanza au control ule mpira, ndio aweze kufanya maamuzi baada ya kuwa ameumiliki ule mpira mm. FM. <todata>